Mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi yamesababisha maafa makubwa katika Indonesia wiki hii, ambapo zaidi ya watu 90 wamefariki dunia kufuatia mvua kubwa isiyo ya kawaida kwenye kisiwa cha Sumatra. Video mbalimbali kutoka maeneo yaliyoathirika zinaonyesha maji yakivunja kingo za mito wakazi wakilazimika kupenya kwenye maji ya hadi kifuani, na magari pamoja na nyumba zikizama karibu kabisa, huku sehemu ndogo za paa pekee zikiwa bado zinaonekana. Jitihada za uokoaji zinaendelea kushika kasi, na tatizo la kukatika kwa umeme na maporomoko ya matope limekuwa kikwazo kikubwa katika kuokoa waathirika na kuwafikia waliokwama. Wakati huo huo wa Sri Lanka nayo inakabiliwa na moja ya majanga mabaya zaidi ya hali ya hewa katika miaka ya hivi karibuni. Takriban watu 56 wamefariki dunia na wengine zaidi ya ishirini hawajulikani walipo baada ya mafuriko na maporomoko ya ardhi kuharibu maeneo kadhaa nchini humo katika wilaya ya Budla inayofahamika kwa mashamba ya chai baada ya maporomoko ya ardhi kutokea usiku na kufunika nyumba zao kwa mujibu wa taarifa ya kituo cha kudhibiti maafa. Video zilizopakiwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha nyumba zikibebwa na maji, miji ikifurika vibaya na safari nyingi za treni zikifuta kote nchini kutokana na uharibifu wa miundombinu mbinu. Sri Lanka sasa inajiandaa kukabiliana na hali mbaya zaidi hii leo Ijumaa huku kimbunga Ditwah kikisonga mbele katika pwani ya mashariki ya nchi hiyo na kuleta tishio la mvua zaidi upepo mkali na hatari ya mafuriko mapya. Serikali na vikosi vya uokoaji vimeendelea kutoa tahadhari na kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari muhimu katika maeneo hatarishi.